Na taarifa hizo za hivi punde katika runinga yako ni kwamba mahakama kuu imetoa amri na kusitisha amri iliyokuwa imetolewa awali na mamlaka ya CA ya kuzima mawimbi ya vituo vya televisheni vya NTV, KTN na K24 hapo leo, kufuatia kupeperushwa kwa matangazo yaliyohusu maandamano ya leo. Chama cha mawakili LSK lielekea mahakamani kupinga amri hiyo ya CA na kuzima kwa mawimbi ya vituo hivyo vya televisheni na kusema kwamba vituo hivyo virejeshwe hewani mara moja hadi wakati ambapo kesi ambayo imewasilishwa itasikizwa na kuamuliwa. Wakati huo, mahakama pia imesema kwamba kwamba amri amri hiyo imetoa amri kwamba mara moja um, vituo hivyo virejeshwe hewani, vituo vya KTN NTV na K24 kufuatia amri ya mahakama. Kama nilivyosema hapo awali, chama cha mawakili nchini LSK kilekea mahakamani kupinga amri ya CA ambayo ilitolewa hii leo wakati wa mchana wakati ambapo vituo vyote hivyo vilikuwa vinapeperusha matangazo moja kwa moja kuhusu yaliyokuwa yakijiri humu nchini ya, ya maandamano hayo tutakuletea mengi zaidi kuhusu amri hiyo ya mahakama baadaye katika taarifa zetu za saa tatu tuelekee kule Mombasa ambapo